Kulikuwa na matatizo nyuma. Alipoingia Dr Sheni akasema, Dr Amani Karume akasema jamani, tumezunguka lakini jambo la kuisaidia Zanzibar kama tunataka kuipeleka mbele, turekebishe utumishi wa umma, na mimi mmoja alionipa kazi kushirikiana na UNDP kutengeneza sera ya utumishi wa umma alipokuja Dr Sheni ye akaendeleza kazi iliyoachwa na Rais Yamani akasema, jamani, hapa tulipofika tuna sera, sasa tutunge sharia na mimi ndio niliyosimamia kutungwa kwa sheria ya utumishi wa umma ya kisasa ya kuipeleka mbele Zanzibar, na mimi ndo nilikuwa nikipambana na kinajusa baraza la Wawakilishi kuipitisha sheria ile wakati bado sija kuwemo ndani ya baraza, tukaipitisha tukawa na sheria ya utumishi wa umma u bwana alipokuja, e hey, utumishi wa umma sheria, sijui kaitia kwenye dasbi au sijui kaitia kwenye wapi, lakini kaiweka pembeni, kaanza mwenyewe na taratibu zake katika utumishi wa umma, la kwanza ni uhuru wa vyombo vilivyoanzishwa kwa sheria. Leo tuna mamlaka ya viwanja vya ndege, ni mamlaka iliyoanzishwa kwa sheria, lakini bwana huyu kaja, hakuna gogi, hakuna nini, kachukua mamlaka yeyote, katoa tenda kawapa Dnata kawaondoa wote waliokuwa wakifanya kazi ya ground handling kinyume na sheria. Tumefahamiana na ndio asili ndio chanzo cha ufisadi, kwa sababu kumewekwa kule bodi ya wakurugenzi, kumewekwa wakurugenzi hawa ni weledi, wasimamie wafanye kazi kwa mujibu wa sheria, sheria hazikutakiwa bwana mmoja ye yeye ndio kawa mamlaka ya viwanja vya ndege tenda kutoa yeye eh, kampuni anayoitaka yeye mwenyewe. Leo tuna ufisadi mkubwa uwanja wa ndege. Inshaallah, baada ya Oktoba 29 katika makaburi la mwanzo tutakalopeleka greda hasa kwenda kulifukua ni lile, kwa sababu utumishi wa umma, sheria zimewekwa pembeni, watu wamefanya walivyotaka. Kahamia zeko, kuna bodi ya wakurugenzi, kuna mkurugenzi katolewa Uingereza kuja asimamie, lakini yote yamewekwa pembeni, mtu atenda mmoja kampuni anayotaka mtu mmoja. Kuna ufisadi mkubwa zeko. Kaburi la pili tutakalokwenda kulifukua, tutoe pesa zetu, maiti tuwarudishe kaburini. Ikaja ZAWA. ZAWA ni taasisi iliyoanzishwa kwa sheria, imewekwa pembeni bodi ya wakurugenzi, watu wametafuta watu wao wenyewe wanaowataka, na ndio waliopewa tenda. Mkurugenzi kaitwa tu, njoo, usaini kasaini mkataba mwenyewe, kakaa pembeni, watu wamechukua kaburi. Kaburi la tatu tutakalolifukua tukatoa pesa zetu tukarudisha maiti kaburi. Lakini kaburi kubwa ni lile ambalo kapewa mazuru ya linde, maana hili si kaburi, ni mava hasa. Eh, mana yake hili limeanza kule juu, kuna katibu mkuu ndo ana amri, watu wote wanalalamika ufisadi unaofanyika, lakini huu bwana kaekwa, sio mfukoni, sijui kaekwa wapi, kuthubutu kumgusa eh? Utoaji wa kampuni ya kusimamia hospitali imechukuliwa na wenyewe, kampuni ya kupeleka vyakula wenyewe, kampuni ya kuleta madawa wenyewe. Haya mafa haya tutakwenda kuyahamisha sasa, tukayatafutie pahala pahada yakae, eh? Sisi tupate kilichopo tukichukue, turudishe nidhamu ya utumishi wa umma. Tuna wataalamu wa kutosha Zanzibar ina wataalamu wa kutosha. Leo mahakamani, eneo jingine kubwa sana. Mahakamani leo majaji wanazikimbia kesi za serikali, wanaogopa kupewa amri. Wapo waliopewa amri wakazikataa, wanajua yaliyowafika.